Moja ya mambo ambayo nimehakikisha kufanya katika maisha yangu ni kwamba daima ninaota ndoto na nataka kuwaambia, tunapoanza kufunga mwaka 2025, jiandaeni sasa kwa mwaka 2026 lakini chochote unachofanya, haijalishi unapingana na nini, haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi hata kama inaonekana haiwezekani. Hutaki kujua haiwezekani, au ikiwa ni ngumu, unataka tu kujua kwamba inawezekana kupitia Mungu. Nataka uote ndoto nataka upate kalamu, nataka upate karatasi, nataka ukae chini. Una deni hili kwako mwenyewe, na ninataka uote tena. Nataka uwe kama mtoto mdogo, lakini kwa ajili yako mwenyewe, nataka uote ndoto kwa sababu Mungu wetu anajibu na kuitikia na kutimiza ndoto zetu na utagundua unapoanza kufuata ndoto zako: kwa maombi, kwa imani, mkakati, kazi ngumu, malengo, uhusiano wa kiungu, uingiliaji wa kiungu, mafanikio ya kiungu, milango ya kiungu na meza za kiungu, utagundua kwamba ile ndoto uliyodhani ni yako au uliibuni mwenyewe ilikuwa ni Mungu muda wote. Ninakuambia, usiwe na shughuli nyingi, usishike sana katika maisha haya ambayo unasahau kuota. Ndoto zetu huleta msisimko kwetu, hutuletea furaha, huleta urejesho kwetu, huleta hisia ya tumaini. Na kwa hivyo haijalishi ni bili gani zinatakiwa, haijalishi tunakabiliana nayo, haijalishi ni nini kwenye akaunti yetu ya benki na kuambia anza kuota tena. Ndoto tena. Ndoto